zangu wazee wa CCM. Kwanza nitumie fursa hii kushukuru kwa kuturuhusu na kutupa kibali hiki tuweze kukutana na wewe hapa ofisini. Nasema asante sana kwa kutupa kibali hicho, wazee wako. Lakini la pili, mheshimiwa katibu, pengine ni vizuri sisi kama wazee wako, angalau tutamke majina yetu utujue ni akina nani. Jumla ya wazee wako, wazee wa CCM katika kundi letu, tuko kumi. Naomba basi kila tuanze kujitambulisha kwanza kwa majina. Mimi naitwa Isakuisa Stanton Mwamburukutu, mwenyekiti mstaafu wa CCM kwa Mbeya, na ndiye mwenyekiti wa kikundi hiki. Mimi naitwa George Max Nyirenda ni katibu wa kikundi hiki. Mimi naitwa mwalimu Gaudencio Mwikuka katibu wa CCM mstaafu wa wilaya. Mimi naitwa Bonifas Makabumbu Kasunguti mtumishi wa chama mstaafu. naitwa John Mushi aa, mtumishi wa serikali mstaafu maishii mwanachama wasnaitwa Rehema Mambanga, ni mwenyekiti wa wazazi kata ya Rwanda. naitwa Philo Marco Komba ni mwanachama lakini pia mjumbe katika kikundi hiki cha wazee. Ni yes, yes. Baada ya kujitambulisha wazee, Mheshimiwa wa katibu, sisi kama wazee wako, kwa sababu sisi tumetoka mbali na nchi hii tokea tunapata uhuru mpaka tulipofikia hapa, tumetoka mbali na hii Tanzania yetu, na bahati mzuri tumetoka mbali pia na chama chetu cha Mapinduzi, na kila wakati tunajitahidi kufuatilia nini kinaendelea katika nchi yetu, iwe ndani ya chama chetu, iwe ndani ya vyama vingine, lakini baada ya kufuatilia ndani ya vyama vingine, tukaona kuna tamko ambalo mwenzetu wa chama cha Chadema ambaye sasa ni mwenyekiti anaitwa Tundu Lisu, baada ya kupata kuwa kiongozi akichukua kijiti kutoka kwa Mbowe amekuwa na maneno mengi ya kutamka tamka, lakini tukaona sisi ba, katika baadhi ya maneno yake maneno mengine tukaona haya anakwenda kinyume na utaratibu. Kwayo tukaona ni vizuri kama wazee wa CCM wa na sisi tuwe na tamko letu. Sasa hapa, naomba kusoma tamko letu. Tamko la umoja wa wazee wa CCM jijini Mbeya juu juya tamko la mwenyekiti wa Chadema Tundu Lisu la no reformes, reform no election. Mara baada ya kupata uhuru wake Tanganyika tarehe tisa mwezi wa 12 1961 na, na, na Tanganyika kuwa jamhuri ya tarehe kuwa jamhuri tarehe tisa mwezi wa kumi na mbili sitini na mbili, Watanganyika walipoombwa walipo maoni yao juu ya umuhimu wa kuwa na mfumo wa vyama vingi vya, vya siasa waliamua mfumo huo ufutwe na tubaki na mfumo wa chama kimoja cha siasa ambacho kwa wakati huo kilikuwa chama cha TANU. Watanganyika waliupinga mfumo huo na vyama vingi kwa vile baadhi ya vyama hivyo vilishiriki sana katika kuhujumu, uju, kuhujumu juhudi za TANU za kudai uhuru kwa Tanganyika. Jambo la aina hiyo hiyo lilitokea Zanzibar ambako kwa kuvitumia vyama hivyo Waingereza walifanikiwa kuikabidhi serikali ya Zanzibar mikononi mwa Sultani Jamshid wa Zanzibar kwa kuchukizwa na jambo hilo, chini ya uongozi wa Afro Shirazi Party wakiongozwa na Abed Amandi Karume walifanikiwa kuipindua serikali ya Sultani Jamshidi hapo tarehe 12 mwezi wa kwanza 64, kutokana na tabia hizo mbaya za vyama vya upinzani na huko Zanzibar kulibaki kuwa na mfumo wa chama kimoja cha siasa ambacho ni ASP. Vyama hivyo viwili vya tano na ASP viliungana hapo tarehe tano mwezi wa pili 1977 kulizaliwa chama cha macha, mapinduzi CCM. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan amekuja na msemo wa R4 ambazo ni -E, maridhiano Ustahimilivu, mabadiliko, kujenga upya. Pamoja na kwamba msemo huo umeletwa wakati wa mama Samia, ukweli ni kwamba CCM na, na vyama tangulizi vya TANU na ASP vilikuwa vikiishi katika kuzingatia ara hizo nne. Hoja ya kurudisha mfumo wa vyama vingi vya siasa ilipo, ilipo shinikizwa na mataifa makubwa ya nje, Watanzania waliulizwa maoni yao. Asilimia themanini ya Watanzania walipinga mfumo huo na asilimia ishirini tu waliunga mkono. Kwa kuzingatia hoja ya maridhiano, CCM chini ya ushauri wa baba wa taifa Mwalimu Julius Nyerere waliridhia na mfumo huo wa vyama vingi ulirejeshwa tena hapa nchini mwaka 1992 wakati wa awamu ya pili chini ya rais Ali Hassan Mwinyi, na hapo ndipo vyama vingi vya siasa ikiwemo Chadema vilianzishwa. Ikumbukwe kwamba katika vyama hivyo hapakuwepo hata chama kimoja ambacho kilishiriki katika kupambania uhuru wa Tanganyika wala Zanzibar. vijana wetu wengi ambao mwaka huu watapiga kura kwa mara ya kwanza kwa vile watakuwa wametimiza umri wa miaka 18 walikuwa na umri wa miaka saba tu mwaka elfu mbili, elfu mbili na kumi na nne wakati vikao vya bunge maalum la katiba. Hivyo ni rahisi kwao kudanganyika kwa swala la katiba mpya ni jipya tunapenda kuwajulisha kuwa jambo hilo si jipya ila CCM, kwa kuzingatia hoja ya ustahimilivu ilistahili ilistahimili kuacha kuyatekeleza mambo ya maendeleo ya wananchi na kuingia kwenye mchakato wa kuandika katiba mpya. Fedha nyingi ilitumika kwa kufanya yafuatayo. Ah, kutungwa kwa sheria na bunge sheria ambayo ingesimamia mchakato mzima. Sheria ilitungwa na kupitishwa kwa wingi wa wabunge bungeni na hatimaye kutiwa saini na Rais wa awamu ya nne Dokta Jakaya Mrisho Kikwete. Be, kuundwa kwa tume ya kukusanya maoni ya wananchi. Tume iliundwa ikiongozwa na Jaji Josef Warioba. Si, kukusanya maoni ya wananchi na kuandaa rasimu ya kwanza ya katiba. Wananchi wapatao laki tatu walitoa maoni yao kwa maandishi au kwenye mikutano ya tume. Rasimu ya kwanza ilitolewa ju, Juni 2013. De, kuundwa kwa mabaraza ya kujadili rasimu ya katiba. Mabaraza yaliundwa na kutoa maoni yao. Rasimu ya pili ilipatikana ikiwa na, na masahihisho machache. Eh, kuundwa kwa bunge maalum la Katiba. Bunge liliundwa kwa kuzingatia sheria iliyotungwa na Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ili isimamie mchakato huo. Mwenyekiti wa bunge hilo alikuwa hayati Samueli Sita na Dokta Samia Suluhu Hasani alikuwa makamu mwenyekiti. Bunge hili lilikuwa na wajumbe wengi sana F. bunge maalum lilitakiwa likae, ili kuipitia rasimu hiyo ya katiba; na moja, kupitisha yale yaliyoonekana mazuri; mbili, kurekebisha na kuboresha baadhi ya mapendekezo yaliyokuwa na mapungufu; tatu, kuondoa ambayo yalionekana hayafai; nne, kuongeza ambayo yalionekana kwenye rasimu yalisahaulika. Bunge Maalum la Katiba lilikaa vikao viwili kwa siku nyingi, ili kufanya hayo yaliyoorodheshwa hapo juu. Lakini katika kikao cha pili, baadhi ya wajumbe waliojiita Ukawa, wakiongozwa na viongozi wa CHADEMA na kafu waliondoka bungeni. Pamoja na kwamba mchakato huo haukufikia mwisho mzuri kutokana na mgomo huo wa UKAWA, taifa lilikuwa limetumia kiasi kikubwa sana cha fedha na hivyo kukwamisha sehemu kubwa ya miradi ya maendeleo. Kwa hiyo rais wa awamu ya tano hayati Joni Pombe Magufuli, kwa kuzingatia hoja ya kujenga upya, alianzisha miradi mingi ya kimkakati ya kuleta maendeleo katika nyanja mbalimbali nyanja katika nyanja za elimu, afya, uchumi, kukiwepo ruzuku katika kilimo, ujenzi wa bwao la umeme la Nyerere, ujenzi wa reli ya SGR, ujenzi wa miundombinu ya mawasiliano pamoja na barabara na madaraja. Rais wetu wa awamu ya sita Dkt. Samia ameendeleza miradi hiyo kwa ufanisi mkubwa na baadhi imekamilika na watanzania wameiona na wananufaika nayo. Sita. Rais dokta Dr. Samia, Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kuzingatia hoja ya mabadiliko amefanya mengi kwa upande wa siasa, baadhi yake yakiwa haya yafuatayo: kuruhusu, kuruhusu mikutano ya hadhara ya vyama vya siasa, kubadili tume ya uchaguzi kuwa tume huru ya uchaguzi, kufuta kipengele cha wagombea kupita bila kupingwa kuruhusu wafungwa wenye kifungo kisichozidi miezi sita kupiga kura wakiwa magerezani na mengineyo mengi. Saba, sasa hoja ya no reform no election, yani hakuna mabadiliko hakuna uchaguzi, inatokea wapi? Kwanza tunaiona ni kidikiteta, kwani haionyeshi kama ni hoja inayotokana na azimio lolote la vikao vya chama. Ni hoja ya mtu mmoja anayejinadi kuwa haogopi kufungwa na yuko tayari kufa. Anataka kutupeleka wapi huyu? Anasema watatumia nguvu ya umma kulazimisha mabadiliko ya kisheria. Ieleweke kuwa njia sahihi ya kutumia nguvu za umma ni kupitia sanduku la kura na mabadiliko ya kisheria yanafanywa na Bunge baada ya kuchaguliwa. Njia nyingine yoyote ya kutumia hicho kinachoitwa nguvu ya umma ni fujo. Anasema hawatasusia hawa uchaguzi, ila watahakikisha uchaguzi haufanyiki kivipi? Na kwenye ofisi za mabalozi wa nje anaenda kutafuta nini? Kwa hiyo wito wetu kwa Watanzania ni kwamba waendelee kudumisha amani na uhuru tulio nao, ili tuweze kufanya shughuli zetu ambazo zitatuletea maendeleo, na utakapofika wakati wa uchaguzi mkuu, twende tukapige kura na kukichagua Chama cha Mapinduzi ili kiweze kuendelea kusimamia maendeleo ya Watanzania. Kidumu Chama cha Mapinduzi, CCM oyee! Basi haya, mheshimiwa kiongozi wetu katibu, ndio mawazo yetu kama wazee wako tulio nayo. Kwa hiyo tunashukuru kwa kutusikiliza na kutukaribisha katika umoja wetu. Sasa lazima nishukuru, lazima niseme okay. Hey, neno. Aya mambo mazito haya. Asante <laughs> <laughs> sana eh, mheshimiwa mwenyekiti wa umoja wa wazee wa CCM Mbeya mjini, katibu, pamoja na wazee wote wajumbe mlioko hapa heshima na unyenyekevu mkubwa kwa niaba ya Chama cha Mapinduzi mkoa wa Mbeya, tukiongozwa na mwenyekiti wa CCM mkoa wa Mbeya Patrick Malunenge, katibu wa CCM mkoa wa Langa ya Kio, na mjumbe wa halmashauri ya CCM taifa ndugu yetu Ndele Mwaselela pamoja na kamati ya siasa. Mimi ni kijana wenu naitwa Christopher Uhagile ni katibu wa siasa na uenezi wa chama chetu ngazi ya mkoa, lakini kwa sasa nimekaimu nafasi ya katibu wa chama mkoa Jambo la kwanza ni mshukuru sana Mungu kwa ajili yenu kwa kazi kubwa mnayoifanya ya kuendelea kulipenda taifa hili, kuendelea kukipenda chama hiki na kuendelea kutumika kama ambavyo mmetumika huko nyuma. Mungu awabariki sana <klos> Lakini jambo la pili ni washukuru sana sana sana kwa kuendelea kutazama hali ya nchi yetu inavyokwenda, hali ya mkoa wetu na chama, na pale panapotokea mnaona kuna jambo haliko sawa kwenye jamii yetu ninyi mmekuwa mkichukua hatua na mmekuwa mkitumia fursa ya kusema, na kwa kuwa ninyi wazee ni dawa, wazee ni hazina, wazee mnayajua mengi, nawashukuru sana. Na katika kusema kwenu hamsemi tu ya CCM, mnasema ya jamii nzima kwa ujumla, kwa kuwa maisha haya yanatugusa sisi wote, na kama kutatokea udhaifu ama changamoto yote ndani ya CCM madhara yake yatakuwa ni kwa wananchi wote, kwa watanzania wote, na hilo watu lazima waelewe vizuri sana, kwamba asija kafikia anapambana na CCM tu, lakini baadaye atakapokuja madhara yanatukuta wote. Sasa leo mmetukumbusha, nimefurahishwa sana na historia, namna mlivyotukumbusha ehe, kuhusu hivi vyama vya wenzetu tangu kipindi hicho mwaka 1961 tunapopata uhuru na kwamba maoni ya watanganyika kipindi hicho ilikuwa ni kubaki kwenye mfumo wa chama kimoja na tukaendelea hivyo, lakini mmetukumbusha historia nzuri sana kwa wenzetu kule Zanzibari kwamba kupitia vile vyama vya upinzani ambavyo Uingereza walitumia vyama hivyo kuweka utawala wa sultani kule Zanzibar, na baadaye wazanzibari wakapambana mwaka elfu moja mia tisa sitini na nne eh wakajikomboa kupitia chama cha ASP. Sasa hizi historia kwa sisi vijana ambao tuko tu barabarani hivi hatuwezi kuzijua. Kwa kwamba habari ya chokochoko -choko ya mataifa makubwa kutumia vyama vya upinzani kuvuruga amani ya nchi yetu haijaanza leo na ndipo baadaye unasema hata mawazo yalipokuja ku, ku, kuanza kuulizwa kwa Watanzania baada ya hicho kipindi lakini baadaye ikaja kuunganisha sasa kati ya tano na ASP vikaungana na ikazaliwa sisi mwaka 77 na kutokana na misingio kwamba ASP ilikuwa na msimamo wa kuto kutaka mfumo huo, na tano ni miongoni mwa mambo yaliyopelekea vyama hivi kuungana na kuzaliwa kwa CCM. Lakini pia mmetukumbusha hapa kuhusu 4R za Dr. Samia Suluhu Hassan kwamba hazijaanza leo, zilianza tangu kabla hata CCM haijazaliwa, tangu ya tano na ASP, na Dr. Samia amekuja kuzisimamia na kuziendeleza kwamba chama chetu ni chama cha kusikiliza chama cha kushauriana chama kinachokubali kufanya mabadiliko kutokana na wakati. Wazee wangu ni washukuru sana, lakini mmetukumbusha jambo kubwa la nchi yetu, na hapa mmesema tunao vijana waliozaliwa mwaka e, elfu mbili, elfu mbili na kumi na nne, kama sijakosea kwenye kumbukumbu yes, waliozaliwa mwaka elfu mbili na kumi na nne, kipindi ambacho baada ya watanzania wengi kuwa sauti yao ni moja tu kwamba tunataka katiba mpya, CCM ndio chama pekee kikiwa madarakani kilichoridhia mchakato wa kwamba tuwe na katiba mpya. Chini ya utawala wa Daktari Jakaya Mrisho Kikwete, rais wa awamu ya nne, alilibeba jambo hili na chama kikaingia kwenye mchakato huo. Ukaanza mchakato wa kurekebisha sheria ya bunge, ukaja michakato mbalimbali, lakini baadaye likaundwa bunge maalum ambalo lilishirikisha wabunge wa bunge la jamhuri ya muungano wa Tanzania, lilishirikisha watanzania wote kwa maana vyama vya siasa na makundi mbalimbali, na kazi kubwa ilifanyika sana pale Dodoma. Na aliyekuwa mwenyekiti wa hili bunge maalum alikuwa mzee wetu Samuel Sita, Mwenyezi Mungu amrehemu, lakini aliyekuwa makamu mwenyekiti wa bunge lile alikuwa ni Dr. Samia Suluhu Hassan. Walifanya kazi njema, mmetukumbusha hapa ya kufanya mchakato wa kukusanya maoni ya wananchi na kufanya mchakato hili na mchakato ulikwenda vizuri, ukafika mpaka hatua za mwisho bungeni. Lakini leo wazee mmetukumbusha kwamba ilipofika mwishoni kabisa kwenye kumaliza shughuli ile hawa wenzetu CHADEMA na kafu wakijiita Ukawa, walitoka bungeni na kupelekea jambo lile kuto kukamilika, jambo la kupata katiba mpya. Na kipindi chote hawa wamekuwa wakitukana, wanasema katiba hii ni ya sisi wamepata nafasi wao mwishoni wakaharibu huu mchakato kwa hoja moja tu ambayo ni dhaifu sana, kwamba waliamini kwamba kila wanachotaka wao wanataka kiwemo, kitu ambacho hakiwezekani na hakijawahi tokea. Wazee wangu mimi ni washukuru sana, mmetukumbusha sisi vijana tuliozaliwa mwaka elfu mbili na kumi na nne na miaka hiyo hapo ambayo hatujui historia hii. Leo mtu akija akasema Tanzania tunataka, yani tunataka reformu, tunataka katiba mpya, inaweza kuonekana kama ni jambo jipi, lakini kumbe mchakato huu ulifanywa, na bahati nzuri sana aliyekuwa makamu mwenyekiti wa bunge la katiba, ndiye leo ndio rais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania. Kwa mmetukumbusha sana vijana kwamba haya maneno ni maneno ya uchochezi, ni maneno ya kutaka kutikisa, eh, misingi na mifumo ya nchi yetu, jambo ambalo mmeeleza hapa kwamba halikubaliki, lakini pia mmeeleza vizuri sana namna jambo hili lilivyoathiri fedha nyingi za nchi yetu, na miradi mingi ilisimama, na mmempongeza sana Daktari Samia Suluhu Hassan kwa namna hata alivyoingia na alivyopambana kuhakikisha bado anakuja kutekeleza miradi mikubwa ya taifa letu. Kwa wazee wangu, mimi nichukue nafasi hii kuwashukuru kwa kutukumbusha, na mimi nichukue nafasi hii kuwakumbusha vijana wenzangu kwamba msione vyaelea vimeundwa na ninyi wazee ndio wazazi wetu, kazi yenu ninyi ni kutufundisha na kutuelekeza, ili tusije baadaye tukasema hatukujua, kwa sababu kuto kujua haisaidii. Lakini pia mmetusaidia chama cha mapinduzi mkoa wa Mbeya na taifa kwa ujumla kutufungua macho kwamba haya mambo ya mataifa makubwa kutumia vyama vya upinzani, na mmehoji hapa kwamba mnamuona huyu mwenyekiti mara yuko kwenye ubalozi huu, mara kwenye ubalozi huu. Sasa mchakato umeendeshwa huko vizuri kabisa, wamedai baada ya Dr. Samia Suluhu Hassan kuingia, wazee wangu, wamedai hawa kwamba wanahitaji ile sheria ya tume ya uchaguzi ibadilishwe. Dr. Samia Suluhu Hassani chini ya chama cha mapinduzi wakakubali, wamepeleka mswada, sheria ya tume ya uchaguzi ikabadilishwa, na ndio maana sasa inaitwa tume huru ya uchaguzi, na kulikuwa na hoja themanini na saba ambazo zime, zilikuwa raised kwenye vikao vya mazungumzo. Kati ya hoja themanini na saba hoja zaidi ya sitini na tano zimechukuliwa na zimeingizwa kwenye sheria hii mpya. Hoja kama kumi na sita hivi hizi ndio bado zilikuwa zinaendelea kuchakata. Ndio maana hapa ninyi mmesema kwamba kwa tume huru hii ya uchaguzi huko mmeenda kuona kwamba kwanza, hakuna mtu kupita bila kupingwa, watu watapigwa kula. Mmesema hapa kwamba hata wafungwa walio kwenye kifungo kisichozidi miezi sita watapata nafasi ya kupiga kula na mengine mengi. Sasa kati ya yale themanini na tano zaidi ya sitini yameingizwa, alafu leo tena wanadai wanasema ah, tume sio huru au eh, wakati wao ndo wamejadili hizo hoja kwa, unaona ni watu ambao wana jambo lao. Sasa, mimi wazee wangu niwahakikishie kwamba Chama cha Mapinduzi mkoa wa Mbeya kiko imara, na naamini hata ngazi ya taifa. Mmemsikia mwenezi wetu wa taifa akitoa matamko kwa niaba ya Chama cha Mapinduzi ngazi ya taifa akisema msimamo wa CCM kuhusu hili, kwamba CCM hatubabaiki, na tunawataka Watanzania wajue mchezo ulio nyuma ya hili, kwamba hizi ni propaganda tu na ni watu wanatafuta kiki namna ya wapi kwa kuanzia. Kwa sababu wakumbuke, wakati mwaka jana tumeanza zoezi la kuandaa watanzania kwa ajili ya kupiga kura, kwa maana ya kujiandikisha kwenye daftari la kudumu la mpiga kura, wenzetu walikuwa na kazi moja ya kushughulikiana ndani ya chama chao na kuvuana nguo hadharani. Kwao hawajashiriki hata kuhamasisha wanachama wao na wanaweza kwenda kujiandikisha kwao, maanake tayari matokeo ya uchaguzi wanayo, kwamba kwa kastairio uchaguzi hawana Hawana cha, hawezi kushinda. Utashindaje? Sasa wanachotafuta ni hizo choko choko. Sasa CCM ni chama kikubwa, chama imara ambacho kimeshagundua kwao. Wazee wangu niwahakikishie kwamba chini ya utawala wa Daktari Samia Suluhu Hassan, chini ya utawala wa mwenyekiti wa CCM mkoa wa Mbeya Patrick Malunenge hakuna kitakachotuyumbisha. Tunakwenda mbele, tumejipanga na mpaka sasa, naomba niwape taarifa kwamba chama chenu kimeendelea kuwa chama pendwa sana ndani ya mkoa wetu wanachama wameendelea kujisajili kwa wingi kupita maelezo. Kwa mujibu wa sensa, ukizungumzia sensa ya hapa mjini e, wananchi mkoa mzima wa Mbeya wako zaidi ya milioni moja na laki mbili, lakini wana CCM tu mpaka taarifa nilizokuwa nazo jana, mkoa wa Mbeya ni zaidi ya laki sita wana CCM tu. Kwa hiyo unaweza ukaona zaidi ya nusu ya wananchi walioko mkoa wa Mbeya ni wana CCM. Ukienda kwenye takwimu za kinchi ki uko nazo zipo utaziona kule kwamba mpaka mara ya mwisho takwimu tulizokuwa nazo wanachama waliojiunga na chama chenu, Chama cha Mapinduzi ni zaidi ya wanachama milioni 14 kati ya wananchi milioni 62. Kwa maana kunakuta, huu tayari ni mtaji wa Chama cha Mapinduzi tunapoelekea kwenye uchaguzi. Kwa hiyo tukisema hapa tufanye kazi kwamba sasa kila mwana CCM atafute watu wawili tu kwa ajili ya kwenda kukichagua Chama cha Mapinduzi. Tumeshinda uchaguzi asubuhi. Lakini wenzetu waulize, wana hiyo mikakati wana hizo hesabu hawana. Kwa hiyo hizi ni sababu zinazowafanya warukeruke na waseme no reform, no election. Sasa, no election si kaa pembeni sasa, we unasema utahakikisha uchaguzi haufanyi, we nani? Kwayo, kwa hiyo kwa wazee wangu mambo mengine tuyapuze, lakini mi nishukuru sana mmetusaidia sana kutufundisha, na mimi kwa niaba ya Chama cha Mapinduzi Mkoa wa Mbeya tukiongozwa na mwenyekiti wa CCM Patrick Mwarunenge amenielekeza niwashukuru sana, anawakaribisha sana, anasema hii ni ofisi yenu